Ndugu zangu na Kihorogota, tuna mambo ya kufanya kama vijana, tuna mambo ya kufanya kama wananchi wa Kihorogota. Tusipokumbushana mambo yakienda ndivyo sivyo, lazima auziwe mtu msala kwamba bwana fulani hakutimiza wajibu wake. Sasa tukumbushane mapema kabisa, ni kuona utayari wenu kwenye mwaka huu wa uchaguzi. Ama kwa hakika niwambie binafsi, nimeridhishwa sana na utayari wenu. Inaonyesha ni kwa namna gani mko tayari kwenda kushiriki uchaguzi wa serikali kuu mwaka huu, na niwahakikishie, mwaka huu tunakwenda kushinda kwa kishindo, kwanza kwa kumpa Daktari Samia Suluhu Hassan kura nyingi za kutosha. Niwatie shime na uwezo wa pekee ya kwamba wilaya yetu ya Iringa Vijijini tupambane tuhakikishe kwamba tunampa kura za kishindo zitakazotoka katika kata hii ya Kihorogota. Daktari Samia Suluhu Hassan, tumpe kura nyingi ambazo hazijawahi kutokea, kwa sababu yameyafanya makubwa katika wilaya, katika kata zetu. Niwaombe sana Watanzania, niwaombe sana wana Kihorogota, katika hili tusimame na Chama cha Mapinduzi, lakini nafasi hizi mbili udiwani na ubunge, ukiona unatosha kaka yangu, ukiona unatosha mama yangu, nenda kagombee, ni baada ya kujipima, lakini ukishajipima ukajikuta yes. I can, wenzetu wanasema sio, naweza kushindana na Kayage, naweza kushindana na, nenda kachukue fomu. Na hili ningelisema hata kama mheshimiwa diwani angekuwepo, kwa sababu moja anafanya kazi nzuri, lakini mimi kama mwenyekiti wa umoja wa vijana ninapaswa kuwahamasisha vijana wenzangu washiriki uchaguzi kwa kuchagua ama kuchaguliwa. Sasa utachaguliwaje kama hujagombea? Si lazima nikuhamasishe ugombee. Mkiona mnatosha nendeni mkachukue fomu za udiwani, gombeeni vijana wenzangu, mkiona mnatosha chukueni nafasi, eh, na fomu za ubunge gombeeni. Kuna watu wao wanasema mimi nagombea, nitangaze tu jina. Uwezi jua kwenye kutangaza humo humo unapita hapo katikati, hapo vipi <todakabu> hey, kuna watu wanasema natengeneza CV CV haitengenezwi kwa kujaribu, we nenda kagombee. Kwa hiyo niwahamasishe vijana wenzangu, nendeni mkafanye hivyo. Utayari wenu mlionao kukipambania Chama Cha Mapinduzi ni kwa aina mbili tu, kwenda kuchagua ama kuchaguliwa. Kwa hiyo niwaombe sana, twendeni tukashiriki uchaguzi. Uchaguzi upo.